Mimi kwa majina naitwa Fatma Hassan Taufik, mimi ni mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Dodoma na ndiye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii. Um, sisi tuko kwenye ziara ya kawaida ya kukagua miradi ambayo serikali imetoa pesa, miradi ambayo sisi kama bunge tulipitisha hizo pesa katika kipindi cha mwaka wa fedha huu ambao tuna ndo nakaribia kuisha mwezi wa sita. Kwa hiyo tuko katika ziara za kawaida za kibunge kwenda kuangalia katika maeneo mbalimbali uh, kama unavyofahamu tulianzia mkoa wa Arusha, Arusha kule tukagua miradi mbalimbali mbali. Miongoni mwa miradi hiyo pia ulikuwepo mradi wa PSSSF ambapo pale kuna maeneo ya makazi, lakini pia sasa hivi tuko Dar es Salaam ambapo tunakagua tuna mradi wa Sam Nujoma Complex, Commercial Complex ambapo tumeambiwa kwamba mradi huu, uwekezaji huu una zaidi, una ghorofa 35. Ghorofa hizi ambazo zina wateja mbalimbali mbali, ambao wamepangisha pale, na hii ni pesa ya wanachama. Uwekezaji huu wa real estate ni katika kuhakikisha kwamba pesa za wanachama zinawekwa vizuri ili mwisho wa siku z ziweze ku, yani ziweze kuleta faida kubwa zaidi. Kwa sababu unapowekeza kwenye majengo maana yake nini? Kwa sababu unapowekeza kwenye majengo maana yake ni kwamba ardhi kila siku inapanda thamani. Na kwa kuwa ardhi kila siku inapanda thamani maana yake nini? Faida itapatikana kubwa na uhimilivu wa mfuko utakuwepo kutokana na zile kodi ambazo atakuwa amezikusanya. Tumefika hapa katika umradi wa PSSSF, Sam Nujoma Complex, kwa kweli sisi tumefarijika sana. Mtu akipita kule nje akaona tu zile, zile glasses za blue hawezi kujua kitu kizuri ambacho kimefichika huku ndani, na ndio maana mimi nimesema, yaani kwangu mimi it's a tourist attraction area, yaani ni eneo ambalo ni la kitalii. Mtu anaweza akaja kuja kuona jinsi gani uwekezaji ambao umefanyika na mifuko na mfuko wa PSSF ambao ni pesa za wanachama, na ikiwezekana hata wanachama wenyewe wakiweza wakaja, akaonyeshwa kwamba huu ni uwekezaji umetokana na pesa zao, nao pia itakuwa ni ya ni faraja kubwa sana. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba niendelee kuipongeza serikali chini ya uongozi wa uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu uwekezaji ufanyike, uwekezaji wenye tija ambao mwisho wa siku utaletea faida mifuko yote pamoja na mfuko wa PSSSF. Yani, kitu cha zaidi ninachokitoa cha serikali ni kwamba sera zake nzuri ambazo zinaruhusu uwekezaji kwa hii mifuko ziendelee kuwepo na kuwapa fursa mifuko yote, ili uweze kuwekeza ili mwisho wa siku zile pesa za wanachama ziweze kufanya nini, ziweze kulindwa. Maana hapa unaona kabisa kwamba pesa za wanachama haifanyi nini, haipotei wa ni. Kwa hiyo na hii itakuwa ni kitu cha daima dumu kwamba hata kama walivyosema kwamba ile return for investment, ni kati ya miaka 15 mpaka 20, lakini kama wakipatikana wapangaji wengi zaidi, it means kwamba, hata ile return for investment inaweza kufanya nini, ikashuka na kubwa zaidi. Na naendelea kusema kwamba mimi nimefarijika sana, kwa sababu gani? Kwa sababu wale wawe, yani wale wapangaji wametafuta wapangaji ambao ni wakubwa ambao hawana shida yote katika kufanya nini, katika kulipa. Kwa hiyo ina maana kwamba hii itachukua muda mfupi sana kurejesha ile pesa ambayo ilikuwa imewekezwa hapo. Tumia fursa hii mheshimiwa basi kuambia watu makampuni kuje kwa sababu kama nivyoambiwa kwamba bado hajafikia asilimia mia moja ya yeah, na pia uh, kwa kuwa nimeambiwa kwamba kuna baadhi ya maeneo kama asilimia 30 bado imebaki. Kwa hiyo nitoe shime, nitoe rai kwa baadhi ya makampuni, kwa wafanyabiashara, wapangaji wengine ambao wanatafuta maeneo kwa ajili ya kuweza kuja kupangisha, wafike hapa kwenye hii Sam Nujoma PSSSF complex. Kwa kweli ni eneo ambalo wakija hapa wakipangisha watafanya kazi zao kwa uzuri zaidi, na kubwa zaidi ni kwamba wataiona view ya Dar es Salaam yote jinsi ilivyo, sana sanash tu, sisi tunafurahi sana kwamba eh, PSSF Sam Nujoma complex eh, ambayo iko barabara ya Sam Nujoma Dar es Salaam ah, imekamilika inafanya kazi, na upangaji wake umefikia asilimia sabini, na hichi ni kiwango ambacho kinaridhisha na mpaka mwisho wa mwaka huu itafika, tunatarajia itafika asilimia themanini. Na kukamilika kwa kitega uchumi cha Sam Nujoma complex katika PSSF kinazidi kutanua wigo wa vitega uchumi vya vya PSSF ambavyo katika eneo la estate ni kwamba inakaribia asilimia 14 ya kiwango cha uwekezaji wa PSSF ambao unakaribia sasa trilioni tisa kwa pamoja, na tunafarijika kwamba Sam Nujoma Complex ni moja kati ya eneo linaloweza kutoa huduma za aina mbalimbali: ofisi, maduka, biashara, na hapa hapa pia pana gym, pana, pana migahawa, pana maduka, pana benki na huduma zote unazozijua sisi katika vitega uchumi vyetu eh. Sam Nujoma Complex ni kitega uchumi tunachosema under one roof ambacho kina huduma zote za aina mbalimbali kwa wateja wa aina mbalimbali. Tunaendelea kufanya mikakati ya kuhakikisha kwamba eh, watu wanafahamu fursa, wanaokuja kupanga katika sehemu chache zilizobaki waje kupata huduma ya kupangishwa ofisi na huduma nyingine mbalimbali mbali katika jengo hili, na tunaboresha, tutahakikisha kwamba kuna huduma zote zinazotakiwa katika jengo hili na hii tunapofanya hivi ni mkakati wetu wa kuongeza tija na thamani ya vitega uchumi vyetu na huduma tunazotoa kama mfuko, kwa sababu tunapofanya hivyo, hii ndio namna ambavyo tunavyoongeza thamani ya michango ya wanachama wetu.